Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. am sode angeni, asante sana waweja sana uh, sante. Leo tuko na ndoto, ndoto ya kuota umetumbukia kisimani. Usisahau kusikabu ili kusudi uendelee kusikiliza ndoto. Ndoto ina maana yake ndoto Ufunguo, ndoto ni ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndoto ni ufunguo kutoka uh, katika ufalme wako. Ndoto hizi hizi ndoto inaweza kukufungua jambo lako uh, ambayo ulikuwa linakutatiza na uka, ukawa umepata ufumbuzi kutokana uh, na njozi zako. Pia ndoto inaweza ikakupa tahadhari ya kitu fulani usikifanye au ufanye kitu fulani, ili uweze kupata mafanikio yako. Thank you very much for watching, so, Ila nabombo, na kuomba usikirabu katika channel yetu, ili tuendelee kupata mambo mazuri kutoka kwa AKKK. Soda yake jiwaweja sana. <laughs> Asante sana, leo tuko na njozi ya kutumbukia katika kisima. Ukiota unatumbukia katika kisima, hiyo fasili yake unaweza ukaipata katika Qurani. Uh, inasema Nabiyu Yusufu katika kisima na ndugu zake. Basi ina maana kuna vitu ambavyo unaweza kuvisoma na vikakupa mwanga katika majambo yako. Pia usisahau tunayokule hili ambalo ni kitabu, ukipenda sana, katika watu ambao wamechukua kitabu hichi, wallahi thumma wallahi, kitabu hiki kina majibu makubwa sana, kina kidogo chake. Pia kitabu hichi kina azma yake. kama unahitaji kupata kupanda kimaisha upanda kinyota basi tafuta kitabu hichi, kitakusaidia sana. Ukiota umetumbukia katika kisima, ina maana kuna uadui, lakini uadui huo ni uadui ambao uko ndani ya ndugu au jamaa. Unahitaji kuanza kuangamiza. Lakini sasa umetumbukia, halafu ukatoka umetumbukia alafu ukatoka, ina maana utapata matatizo, utapata shida, utapata mitihani mingi, ila utatoka. Ukiota unavuka katika kisima au mto au bwawa au mfeleji kwa kutumia gogo na ukavuka, unakimbia, ina maana kwamba una matatizo, una mitihani, lakini utavuka bila tatizo ya aina ya msikilize yoyote. Msikiliza Dokita Haji Soda Yangeni au Babu Haji KK waweja sana, ili kusudi uweze kupata e, kujua kufasiri ndoto mwenyewe, kuwa mtaalamu. Sio mtaalamu, kila nyozi ina maana yake. Usikuzie ndoto, ndoto e, ni ufunguo wa majambo yako ukiota unavuka katika kinini ki, ki, ki, ki, kisima ki, ki, ki, ki, unavuka katika mto, unavuka katika bwawa, lakini kwa kupita kwenye gogo, unanyatia unanyatia hili, lakini ukabahatika ukavuka, basi ni dalili e, mzuri sana kwamba utavuka mitihani na uta mikosi itaisha ila kwa taratibu sana. Kwa hiyo kama unapata atukauu mahali basi, kuwa mvumilivu, mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi, mambo yatakwenda uzuri kabisa fi idhnillah insha allahu taala. Na pia vile vile kama ukiota unavuka e, mto kwa kutumia e, gogo, umepanda juu ya gogo, unasafiri kama vile mtumbwi, ulienaa geke naugona sasa basi ni dalili pia ya kwamba utavuka na utaondoka katika matatizo na shida. Ukiota umetumbukia katika kisima cha maji machafu sana, hiyo ni dalili ya kwamba umepigwa nuksi ambayo ni mbaya sana. Jitahidi uweze kuondoa nuksi hiyo, itakuletea mabala na matatizo. Asante sana, usisahau kusikidauusikiragsikidatuna taka tuwe wengi. Nianze kuusha nondo za mambo mbalimbali ya kuhusu eh, maisha yetu. Ukiota umetumbukia katika kisima chenye maji machafu, halafu baadaye utatoka, ina maana ni kwamba ume uko katika tabu kubwa sana, ila utatoka. Ila ukitoka usingizini ukiwa bado uko katika hilo shimo au katika uh, huo mto au katika hilo bwawa, basi jua kwamba ni mtihani mkubwa sana kutoka katika hicho uh, kitanzi ambacho umeweza uh, kutiwa eh, kutiwa kwenye hiyo kitanzi hiyo. Asante sana na pia ukiota unavuka mtu kwa kuogelea, unaogelea unaogelea, ukatabu, lakini ukabahatika kuvuka, ni dalili ya kuvuka mitihani na matatizo, mambo yako yatakwenda vizuri. Lakini ukipata labda unaomba msaada kwa mtu akaja kwakukamata mkono ndio akuvusha, iwe kwenye gogo, iwe kwa kuogelea, basi tafuta msaada wa mtu aweze kukusaidia, la sivyo utapata matatizo na mitihani mikubwa katika e, majambo yako.